Rapa na mfanyabiashara maarufu nchini Marekani Sean Diddy Combs ameyakana mashtaka ya usafirishaji wa binadamu, njama ya kihalifu na kazi ya kulazimishwa yaliyotajwa katika shtaka jipya la shirikisho nchini Marekani. Katika kikao cha mahakama Ijumaa hii, Combs alionekana katika mahakama ya shirikisho ya wilaya kusini ya Manhattan akiwa amevalia nguo ya jela ya rangi ya tan na nywele zake zikiwa zimeota mvi. Alisimama wakati wa kujibu shtaka na kusema, ndiyo nimeyasoma mheshimiwa. Familia yake ikiwa ni pamoja na mwanawe Christian, binti yake Chance na mama yake Janice Combs walikuwepo mahakamani kumpa moyo. Combs alionekana akicheka, akiwapungia mkono na kupeperusha busu kwa familia yake. Shtaka jipya linajumuisha madai ya ziada kuhusu uhalifu wa kifedha, lakini haliongezi mashtaka mapya. Mashtaka makuu yanayomkabili ni pamoja na moja, usafirishaji wa binadamu kwa madhumuni ya ngono, ambapo waendesha mashtaka wanadai kuwa Combs aliwalazimisha takriban wanawake watatu kushiriki katika vitendo vya ngono naye na wanaume waliolipwa. Waathiriwa walikuwa wanaleweshwa na, na kulazimishwa kushiriki katika ngono kwa siku kadhaa, kitendo kilichojulikana kama freak offs. Pili, njama ya uhalifu wa kifedha ambapo Combs anadaiwa kutumia vitisho na gasia kudhibiti waathiriwa, ikiwa ni pamoja na kuwateka nyara na kumning'iniza mtu kwenye balkoni ya ghorofa tatu. Usafirishaji wa watu kwa madhumuni ya ukahaba ambapo waendesha mashtaka wanasema Combs alirekodi baadhi ya vitendo vya ngono na aliwatega waathiriwa kwa ahadi za mafanikio ya kifedha na kazi. Mawakili wa Combs wamekana mashtaka yote wakidai kuwa kesi hii inahusu mahusiano ya hiari. Wakili wake Mark Agnifilo alisema anasubiri kwa hamu siku yake mahakamani ili iwe wazi kuwa hajawahi kumlazimisha mtu yoyote kushiriki katika vitendo vya ngono bila hiari yao. Mjadala mkubwa katika kesi hii ni video ya CCTV ya mwaka 2016 iliyochapishwa na CNN mwaka jana, ambayo inamwonyesha Combs akimpiga mpenzi wake wa zamani Cassandra Ventura ama Casey, kwenye hoteli. Waendesha mashtaka wanasema video hiyo ni ushahidi muhimu. Mawakili wa Combs wanadai kuwa ni video iliyohaririwa ili kupotosha ukweli. Jaji alizitaka pande zote mbili kufikia makubaliano juu ya namna video hiyo itakavyotumika mahakamani, ikiwa ni pamoja na kuchelewesha kasi ya video au kutoa muktadha wa tukio. Sasa ratiba ya kesi ya mashtaka ya kiraia ambapo uh, uteuzi wa majaji utaanza Mei 5 huku taarifa za mwanzo za kesi zikitarajiwa Mei 12. Combs anazuiliwa katika gereza la shirikisho jijini New York akisubiri kesi yake. Pia anakabiliwa na zaidi ya mashtaka 40 ekiraia, ya kiraia yakiwemo madai ya unyanyasaji wa kijinsia ikiwa ni pamoja na kesi ya Cassandra Ventura makesi ambayo ilisuluhishwa mwaka 2023. Kikao kingine cha awali cha kesi kimepangwa kufanyika April 25. CH Duty Track. Wanasambaza magari bora yaliyoundwa na Maafrika kwa ajili ya Afrika kutoka China. Wanatengeneza malori yanayokidhi mahitaji yako maalumu. CH Duty Track. Ubora unaoaminika kwa bara la Afrika. Wasiliana nao sasa.